Kusikia maombi yetu, nena pamoja nasi kwa jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Tuketi chini tafadhali. Kwa hii dunia ambayo tunaishi, wafalme ni wengi, lakini kuna mfalme mmoja wa kipekee aliyezaliwa Bethlehem, jina lake ni Yesu Kristo. Leo nataka kuambia njoni mwone mfalme mwaminifu. Kwa nini yeye ni mfalme mwaminifu? wafalme wengi wa dunia hii wanadanganya. Wafalme wa dunia hii hawana uwezo. Wafalme wa dunia hii wamepoteza watu na hata hawana mamlaka, lakini nakwambia, njoo umwone mfalme waanglikana

Njoni tumwabudu. Njoni tumwabudu. Mwokozi. Zaburi hii iliandikwa na Ethani. Hii ni zaburi ya kipekee, inaongea kuhusu mfalme mwaminifu, na iko mambo matatu ambaye inatukumbusha kwa nini mfalme ambaye tunamwabudu ni mfalme mwaminifu. Jambo la kwanza, yeye ni mfalme mwaminifu kwa ahadi. Aliahidi Daudi atampa ufalme wa milele. Ndipo Yesu akazaliwa, na mpaka leo anatawala mioni mwetu, anatusamehe dhambi zetu na anakutana na mahitaji yetu. Aliahidi Ruth, akaahidi Rahabu kumchunga Mfalme wetu ni mwaminifu mm. Yeye ni mwaminifu na ni mwaminifu kwa ahadi yake, sio zamani, hata sasa. Akiahidi atakuponya atakuponya. Akiahidi atakufungulia njia, makiat gendo, ndaret gendo, makiat gendo, atafungua njia. Na hata kama unasumbuka, akiahidi atakupa amani. Ni mfalme wa ha ama amani. Jambo la pili, huyu mfalme mwaminifu, yeye ni mfalme ambaye hawezi kufananishwa. Aliumba, aliumba mbingu na inchi, na akisema atakubariki hakuna mwenye atazuia, akisema atakuinua hakuna atakaye kuzuia, akisema atakufanya kuwa mfalme kama Daudi hata Sauli alipotaka kumuua ange muzuia mm. akisema ya kwamba nitakutendea jambo utakutendea mm. huyu mfalme hakuna wakufananishwa. mm. mimi si mwimbaji lakini kitambo alikuwa akiimba, nikufananishe na nini Mwana. Mwana. Mwana. Mwana. Mwana. hata nikienda huko hakuna wakufananishwa. Nilikuwa naambia watu, kulikuwa na mtu anaitwa Jehovah Wanyoni mm. alitaka kujifananisha na Mungu na kumbe hana shamba <laughs> nasikia alipokufa wakanua shamba point moja wakamzika. Weli mwenye aliweko kwa point moja anafananishwa na Mungu tukun, yani kila kitu ni yake, hakuna wa kufananishwa. Jambo la mwisho ni mfalme ambaye ni mwaminifu, hautawahi kupungukiwa. Ukiwa mama, hautapungukiwa na amani. Ukiwa mzee, hautapungukiwa na chochote. Kwa hivyo unasema hii Christmas njoo tumwabudu mfalme aminifu na naomba akuwe mwaminifu kwa maisha yako. Kama kuna kitu unatafuta kwake, ninaomba leo akupe, kwa sababu yeye ni mwamini mwaminifu, hadi yake haivunjiki milele, na ahadi yake ni ndio na amina. Mungu wa amani awabariki Amen. Baba mwenye